Habari, mimi ni Anthony LaBruto wa VOA Afrika, nikikuletea habari kutoka mjini Washington DC nikiwa ni kwenye mkutano wa kumi wa kila mwaka wa Powering Africa Summit. Hapa katika mkutano huu tukiwa tumekamilisha siku ya kwanza, tumepata fursa kusikiliza viongozi wa majimbo ya Marekani na kutoka wizara ya mambo ya nje na pia mawaziri wa nishati wa Afrika na kampuni za nishati zinazomilikiwa na jimbo ambapo wanazungumzia jinsi ya kuzalisha nishati, kuzalisha madini na kuzalisha umeme kwa bara hilo na Marekani, ni vipi wanaweza kutekeleza hilo kwa ubora zaidi kwa wote kama mwekezaji na mashirika. Hivi sasa ukweli ni kuwa suala kuu hapa miaka kumi kuhusu hilo tumesikia kutoka kwa upande wa mawaziri na maafisa wa wizara ya mambo ya nje ni kuwa wanataka kuwepo zaidi maslahi ya pamoja katika ushirikiano kwa kila upande. Hilo bila shaka linakwenda sambamba na kauli mbiu ya mustakabali wa ushirikiano wa nishati baina ya Marekani na Afrika. Na hivyo kile ambacho tumekuwa tunasikia hadi sasa kutoka kwa balozi wa Marekani Troy Kitrell, kuwa anasema anataka kimsingi kueleza upya uhusiano kati ya Marekani na Afrika. Katika uwezekezaji hataki tena Marekani na nchi nyingine kuonekana kama wanyonyaji wa rasilimali zilizoko katika bara la Afrika, lakini zaidi kuwa ni washirika. Sio tu kwamba wao wanaweza kutengeneza mapato na kuanzisha uzalishaji wa umeme kwa maslahi ya umma, na pia kuona faida inayopatikana inasambazwa kwa wote. Pia hivi sasa viongozi wa Afrika na mawaziri wa nishati wa Afrika wanasema hapa wanataka kuwepo kuheshimiana kutoka hapa Marekani, kuwa wanataka mkataba wenye uwiano zaidi kutoka kwao, na tutakuwa na fursa kuzungumza nao zaidi baadaye siku nzima. Mimi ni Anthony LaBruto wa VOA Afrika nikiwaletea taarifa hii kutoka mjini Washington DC.